Mwanamke akitoka ni, ni uzuri atembee kama mwanajeshi, yaani amekazana kazana hivyo, sio mwanamke. Lakini aya wanawake wa sasa, baba anaweza kupiga mkono, maanake huu unakuja mpaka unagusana na huku na huu unakuja mpaka unagusana. Ah, mwanamke atakayekwenda mjiani, yaani kama robot vile, brrr, anatembea huoni, mpaka yaani hata waache mtu aseme salala, mwanamke yule anatembea kama mashine hivyo, eh, hivyo, lakini akiingia nyumbani kifua kienda huku kiuno kinaenda huku, kirudi huku. Haya, hayo wamesikia tu, akiona yaani ajiachie. Lakini leo wangalia, wamekuja wamemwekea mwanamke mpaka kuonesha yani mishono sijui sasa saa nyingine wewe unaonyesha kanzu hii na matembezi yayo, mwanamke mwenyewe ndio kwa naye nyumbani kutembea mashauri, tukumkosesha mwanamke thamani. Yaani huu mwanamke, hizi sharia za kijinga zimekuja kumfanya mwanamke, wakamfanya brainwash. Yaani wewe lazima uje uoneshe utembee, wanaita sijui mara catwalk, mara sijui mwendo wa njiwa mara sijui nini Yahi. kwani manam... gauni hilo lataka mwili lataka mwendo hela gauni na mwendo, mbapi na wapi? kisha ni mwanamume gani ahitaji nguo kwa mwanamke wewe lau kawa mwanamke mke wako akakwambia mume wangu naomba leo siku ya harusi nilale nao hii nguo ya kupambiwa utakubali siku hiyo hiyo nguo mi nakutaka wewe hivi hivi <laughs> ah, nguo nimelipa hela nyingi na mi nimekulipa wewe hela nyingi sasa mi nimekulipa o nivalie nguo mi safari moja niliingia kwenye duka nikaona wasichana wa wamejipamba vizuri wamevaa uniform nzuri sasa kawa kuna bwana mmoja kakaa na mtazama yule msichana. Mimi tumeenda na naye akamwambia bosi, hey, si tumekuja hapa kuangalia hizi bidhaa. Akanambia ah, bosi, mtoto amenichanganya hata sioni si tena TV yoyote nzuri na mwanae ndio mzuri. Yule mwanamke, unasema nini? Nikamwambia sikiliza. Wewe umekuja hapa kuuza hizi lakini mimi na kuona ulivyovaa, umekuja kujiuza wewe. Pole kukwambia hivi lakini ndio uhakika. Si umeona huyu? Mvulana akaingia hapa badala ya kuangalia anacho, ana yeye hako sahihi kwa kitendo anacho kifanya, lakini unayemsababisha ni wewe. Badala yeye sasa ameingia hapa, ashangae hii ngala TV, ngala sijui nini a a, wewe ume abstract, umemteka akili. Kwani wewe ukiwa umevaa ninja niqab, umevaa buibui, hii TV itapungua value? Ukiwa umevua nguo sasa basi, ukikaa na chupi, ile tv itakuwa kubwa zaidi ya hifadhi lako haliengezi kitu katika hizi electronic, lakini wanawake wamedanganywa, wame ati uvae vizuri, uzungumze na na customer vizuri, uchekecheke naye mkurubie, um, um, nikusaidie nini ye, upangine kile kisichana chenye kuuza nkifupi, na yeye mwenyewe mrefu mrefu, sasa kazi ya kuinua macho hapo, balaa tupu, ubidi wewe hata kuta alikuwa umepanga upunguziwe kwa vile anavyozungumza na wewe wewe, wamwengezea swa laki tatu na nusu, waonaje? Nikakupa laki nne wewe, unaona kumbe umetaja laki mbili ume ameshakutoa kwenye timing. Namngalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliwa- aliwaambia vipi wanawake wakitoka, wakitoka nasemaje ile aya, wala yadhribna biarjulihinna liyulama ma yukhfina ni yani, muna pambo nyinyi, mumejipamba mume nalo lakini lisijulikane. Wajua wanawake hawajaelewa kitu kimoja. Wanawake huambiwe nyinyi, bwana ukiwa muislamu au ukiolewa na shekhe, bwana hutojipamba huto. Wewe alokuambia nani? Hakuna tupendao kupambiwa kama sisi, lakini tupambiwe sisi, sio ipambiwe barabara wala wanaume wengine nje lakini wanawake zetu wanatupambia sisi, tena mapambo na hakika wengine hamu hata maala ainu raat hata kwenye vitabu hata kwenye hii mitandao hamuipati wanavyojitupa, lakini wanatupambia sisi, sababu Mwenyezi Mungu hakumkataza, alisema wala yubdina zinatahunna illa kwanza mume, ukimwona mwanamke kila kita kujipamba, yafikiria mume wangu ataliona hili pambo. Huyu ndiye mwanamke, lakini ule mwanamke anayejipamba kwa ajili ya harusi, akirudi nyumbani akafuta pambo akatafuta lile gauni lake, hujaoa wewe, umeokota <laughs> wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna wengine, niruhusa banake, usijipambe ila kumpambia mume. Wali wale wengine niruhusa, wafaa kukuona, sio wafaa kuwapambia. Kuna tofauti, kuna unaefaa kumpambia ni mume, kuna wanaofaa kukuona ukijipamba, ndio hawa: au abaihinna au abai ulat au abnaihinna au abai, mpaka mwisho wa aya. Wali wale niruhusa, sio kwa kuwapambia.